Nimesikia Mange kafunguliwa kesi, sijui ya economy. Sasa si economy ya biashara ipi? Mm, Samia wewe ni malaya mchafu, ni kichaa. Kwanza kwanza Mange hawezi kurudishwa kwa vyovyote. Niwaambie ni kweli, ukweli hii, wanataka kututoa kwenye focus za mambo yetu ya maandamano na sehemu tulikofikia. Mange mlijua hilo kabisa, watanzania wote kwa ujumla, mange hawezi kurudishwa kwa vyovyote, wala mimi wala mtu yoyote. Hicho cha kwanza, wametumia mambo ya kitoto. Kitu kingine hata wenyewe ambao mko hapo hapo Tanzania hapo Tanganyika hapo, kama umepata tatizo, kwa mfano ukasema ukimbilie, yani uende kwenye ubalozi wowote wa hapo Tanganyika, ubalozi wowote ukishaingia kule kwenye ubalozi umepokelewa tayari, uko nchi nyingine, si polisi si mahakama si nini, hawawezi kusema kutoa hata kibali kwamba ingieni kule mkamate kwa nguvu. Hapana, umeshaingia, uko nchi nyingine. Wale pia wana wana nini? wana nini nani zao wana sheria zao, si mnanielewa? Mtu ambaye yuko hapo Kenya tu hapo Kenya. Hawawezi kusema kwamba tu wanaweza kwenda kumkamata au na jina sio na jina. Sio kwamba yani Ulaya ama Asia. No. Hapo Kenya. Mnakumbuka ndugu zangu ni kuna wanahabari hapo Kenya wamefanywa vitu vya ajabu sana, ukatili wa hali ya juu sana kwa kwa Tanzania. Na Samia ndiye aliwatuma wale wafanyie vile wale wa Kenya. Na kuna kipindi kwenye uchaguzi alikuwa anaongea. Mnaona tu wafanyie wale jamaa waliteka, kuja kwenye nchi yetu kutaka si nini, wale walipigwa vibaya. Wakapotezwa mpaka fahamu na wakafirwa sana. Waliongea na wao kwenye vyombo vya habari hivi vinavyoongea, wakafirwa sana na hao polisi wa Tanzania, walichezewa michezo mibaya. Sasa fikiria, Mange yuko Marekani. Marekani yenyewe imemkataa Samia, si mnanielewa? EU yenyewe imemkataa Samia, ana kesi kila kona. Halafu wana uwezo gani kwa kutumia kipengele gani? Kwa kutumia mamlaka gani? Kwa nchi iliyooza hiyo kwenda kumkamata Mange? Wanataka kututoa kwenye focus ya nini? Ya maandamano. Akili mkichwa wa Tanzania, tarehe tisa, nchi nzima, wazee vijana, watoto wote tutakuwa barabarani. Ambacho naweza nikawaambia ni kwamba, ndugu wa Tanzania wenzangu ndugu anyway, wa Tanzania wenzangu, Watanganyika wenzangu, Mange awezi kufanya chochote. Dada wa taifa, relax, chill up, kula wali, kula pilau, fanya everything. Tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili hapo, huyu malaya mchafu tunafuata mpaka Ikulu. Uwe na bango usiwe na bango, ni siku ya uhuru kutoka kwa hawa makaburu weusi. Hawa makaburu weusi wameua wa watu wote. Wataka tusiongelee hiyo. Wameua Tanzania wenzetu. Dar amekufa zaidi watu elfu saba. Mwanza zaidi elfu kumi. Wamekufa mamia ya watu. Sasa hivi kamera zote zinaonyesha. So, walijifanya mikataa. Walijifanya wanakataa. Hazaran wakaumbuka. Wana cha kusema, oh, wakuu wa Tanzania walikuwa nini? Walikumbuka Hazaran. BBC, vyombo vya habari vya Tanzania umevishika hapa. Hawataki waongee. Wasanii wamewashika hapa. Hawataki waongee wa wa, wa, waongee chochote walipokuwa maboi wajinga, na wao wameenda kushika masikio. Anyway. Sasa nakuja kwa hili neno la hichi kitu cha Mange. Mange hawezi kufanywa chochote. Hawezi kufanywa lolote, dada wa taifa. No, hawawezi. Mimi kama Mama Magezi ninawambia tu focus na maandamano na kitu kingine dada wa taifa unalijua hilo, hawawezi na hawawezi, na kutokea. Hao ni ambao wanajidanganya, wanajitekenya na wanajidanganya mwenyewe. Mange kashaongelea mara nyingi sana kwenye bunge la Tanzania, kamesha toa hoja nyingi sana nem kamati. Wanajidanganya tutaenda kumkamata kesho, lele lele, tumeshafanya kila kitu, yanarudishwa. Kuna mahakimu alikuja, waliongea sana eti tumeshafanya kila kitu. Uchi za wenzetu sio inchi za kutapika. Kwa gatua watapiki hey. Ili mradi tu kutapika, kabla amjaenda kusema ameenda kumtaki Mange kwenye sijui kwenye nini. Habari zenu watani? Eh, Mange, huyo dada nimepatikana. Dada nimepatikana, ni kwa nini nimepatikana? Nimepatikana ndugu zangu, hawakufanya chochote, ila ku baby mtu nimeletewa habari, yani kama wana wako, mhm, niliele na jina, lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri

Ah, <laughs> December four, kesi serious, sio kesi yenyewe mm -hmm. Economic hiyo, aya economic case sio economic case. Wewe ndio umeuza mikumi, wewe ndio umeuza bandari, wewe ndio umeua wananchi, wewe ndio meapiga risasi, wewe Mange ndio mafanya nini? Hawa watu wache kututoa kwenye eli wana mambo sana, ya kisanga ya kisenge ya kipumbavu ya kijinga sana Mange, aze Mange Kimambi, tuendelee kupigilia Ikulu, tuendelee kupigilia ndani. Focus kwa mambo yako, asikutoe kwenye deli, haya mambo yako kiboya. Asante, lakini hawawezi kufanya chochote, and as you know that, so kama nimevyoambia ukiwa tu Tanzania pale ukakimbilia kwenye ubalozi wa nchi yoyote ukaingia kule ubalozi hawana jeuli hata kwa lazima kuja kukukamata tayari uko kwenye nchi nyingine ambayo ina taratibu zao ina sheria zao tayari yani sio kama umepata ndege umeenda nje umesha ingia kwenye ubalozi wa nchi yoyote hawana cha kukufanya kwa sababu kila nchi ina sheria zake si mnanielewa sema sema Mange yuko Marekani so tutusoeni wetu so kwenye anyway, so focus hiyo dada Mange jamani, dada wa taifa, chuchu zako aziminywi, anazinyima anaziminya huyo baby boy wako huko nyumbani. So tu focus kwenye vitu vyetu, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili bado tuna siku tu saba, tuna siku saba tu zimebaki, wapenzi wangu Watanganyika wote, tunatoka nje. Huu kandamizaji, utekaji, mauaji, kutubamaza, kuiba, kuuza bandari makaya, mawe, misitu na kila kitu ni tarehe tisa, na ni maandamano yasiyo na kikomo. Ase, mnajua mimi ni mother of fges wote wa Jamhuri ya Muungano wa watanga, wa Watanganyika, niko nyie, nitawafurahisha kuhusu huyu malaya mchafu Samia Suluh Hasani Kumara, mama ako acha, achana kwanza na dada wa taifa. Napoteza muda na unalijua hilo Eh, unalijua hilo. Malaisi watu walishindwa nani? Wewe malaya, kwenda huko.